Mbunge wa Kilosa, Profesa Palamagamba Kabudi amesema hotuba aliyoitoa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa Bunge la kumi na tatu imewapa Watanzania mwanga mpya wa kuongeza imani juu ya safari ya maendeleo kwa miaka mitano ijayo. Akichambua hotuba hiyo, Profesa Kabudi alibainisha kuwa uthabiti wa Rais Samia na namna alivyowajali wananchi ndivyo vimeleta faraja kubwa nchini. Profesa Kabudi alinukuu kitabu cha hayati Shaban Robert cha Kusadikika akisema, katika nyakati ngumu huzaa viongozi thabiti. Alieleza kuwa katika kipindi hiki cha changamoto, Rais Samia ameonesha ujasiri na uthabiti wake wa kipekee. Uthabiti huu sio tu wa kuomboleza na kutambua msukosuko uliokuwepo nchini, bali pia ameonyesha matumaini na nyenzo za kutimiza matumaini hayo, alisema Profesa Kabudi. Aliongeza kuwa ahadi za Rais Samia za kuanzisha madirisha uwekezaji na kutenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya mitaji kwa vijana zitabadili maisha yao. Kwa mujibu wa Profesa Kabudi, hotuba ya Rais Samia ilikuwa ni mfariji mkubwa kwa Taifa hasa pale alipozungumzia kaulimbiu ya serikali ya kazi na utu. Rais Samia alisema anatamani awamu yake ya sita ikamil, ikamalizika, ikumbukwe si kwa sababu ya ujenzi wa miundombinu mikubwa pekee, bali kwa sababu utu wa Mtanzania uliendelezwa na kupewa thamani kubwa. Msisitizo alioweka Rais katika kushughulikia changamoto za watu wa kawaida umeleta faraja. Alizungumzia kwa ujasiri kuhusu uponyaji wa Taifa, akitangaza Tume ya Uchunguzi na kutoa msamaha kwa vijana wa mkumbo. Hii inaonyesha kiongozi ambaye anajali utu zaidi ya siasa, alimalizia Profesa Kabudi. Maneno haya huyo, ya mbunge huyo yanathibitisha kuwa, hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan ilikuwa na lengo la kuunganisha Taifa, kulipa faraja na kuliweka kwenye njia thabiti ya maendeleo yenye utu.